Labda nikuulize, wewe ni mzazi au ni mzazi mtarajiwa? Ule mtoto wangu akampiga masasi akakufa mbele yangu mu mikono ya baba yake hivi akakufa. Hembu fikiria, utajisikiaje siku mwanao akipigwa risasi na kufariki dunia, ukishuhudia? Ni uchungu kabambi sana Ulo. Amani inapotoweka machafuko huchukua nafasi. Palipo na machafuko, ubinadamu hutoweka. Binadamu hugeuka wanyama. Watoto huuawa kwa risasi au kukanyagwa kipindi cha hekaheka za kukimbia machafuko. Neema Bashushana ni simulizi ya mzazi aliyepoteza mwanaye katikati ya machafuko. Huko nyumba kuna chafuka, mjikaze mufike huko. Ile kusema tutoke kusoko, nilikuwa kule mimi na bwanangu na ule mtoto pale. Tuko tunakimbia tunasema twende kunyumba, kufika tu hivi tuhv mkaariche tukaona watu tena na viko wapiga masasi, hasa nashia tukufika tena kunyumba, tukaenda tukakimbia kwenye wengine viko wanakimbia kusema tutoke hasa hivi Goma tuanze ingia musake ule mtoto wangu akampiga masasi akakufa mbele mbele yangu mu mikono ya baba yake hivi akakufa. Kahuliza, tutaenda tena naye wapi? Mtu ashakata roho, mwele kukimbia kimbia, babake akashikuta, ashamwangusha, hakuna tena kisu tainamo muukote, na we utaishia uta hapo hapo. Tukaenda na safari kwa wiki mbili mfululizo, maisha yakageuka yakawa ni kukimbia, mama na baba na watoto wawili kwa miguu, kuzinusuru roho zao. Hakuna tena biashara wala chakula, hakuna tena eneo linaloitwa nyumbani, ila machafuko nchini kwao yanawafanya kuitafuta Tanzania. tulukia mpaka Bukavu, Bukavu tukatoka mpaka tukafikia huku nani, Kamanyola Mkamanyola, tukapita Burundi. Shukurani za Neema ni kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwapokea na kuwafanya kuishi kwa amani japo maisha ya kambini ukimbizini hayaruhusu kumfanya kuwa mfanyabiashara kama alivyokuwa nyumbani, jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, lakini moyo wake una furaha kwa sababu sasa anaishi kwa amani. Siku tulipokelewa hapa kambini, mbo kwanza tulishukuru kwanza serikali ya hapa Tanzania kutupokea, na hivi tunaanza ishi kwa amani. Ngungu, yimba, ni jambo la kushukuru Mungu pia na serikali ya Tanzania kwa kutupokea. Sasa ni kivuli.